Ndege anapokuwa hai hula funza, lakini anapokufa naye huliwa na funza. Maisha yanabadilika kila nyakati. Usimdharau na kumuumiza mtu yeyote katika maisha yako. Unaweza ukawa imara sana leo, lakini kumbuka maisha ni imara kuliko wewe. Mti mmoja unaweza kutengeneza mamilioni ya njiti za kiberiti, lakini muda ukifika, njiti moja tu ya kiberiti inaweza kuchoma msitu mzima. Huwa mwema kila wakati, maana hujui nani atakuwa tiba na msaada kwako katika siku zijazo. Hii ni Mkoi TV Online, Mkoi TV. Kwa majina, naitwa Madebe Bundala Mlekwa, ni mkazi wa Kinondo Mji Mpya. Ni e, shughuli zetu za kila siku, tunatoka Kinondo Mji Mpya na kuja huku, tunavuka mto huo hapa mkubwa Nyakasangwe ukivuka, tunakuja kwa shughuli zetu za kila siku, kumsijani na kwenda kwa wani. Kwa hiyo imekuwa janga kubwa kipindi ambapo inapotokea mvua kubwa inanyesha, mtu unajaa pamoja na watu wengine. Na watoto wa shule wanapokuwa wanahitaji kuja kupata huduma ya kusoma, wanashindwa kuja kupata huduma ya kwenda shuleni, wanatokea yake, wanakaa nyumbani, wanashindwa kwenda shuleni, wanasubiri mpaka mtu upungue. Kwa so, naomba msaada sana kwa serikali tuweze kupata huduma ya kujengewa daraja ili vijiji zetu na sisi wananchi wa Kinondo Mji Mpya tuweze kuvuka kwenda kutafuta riziki. kila siku imesha kuwa kila siku kunyesha mvua watu wanapata hofu wa wafiki makwao kwa sababu ya huo mto mkubwa. Kwa hiyo so, tunaomba serikali tusaidie kwa hili ili kusudi watu waende kutafuta riziki na kurudi makwao kwa wepesi na kwa urahisi. Ni wengi wanaacha magari yao huko Msigani wanarudi huku kwa kutembea kwa miguu. Wengine baadhi yao wanavushwa na, na, na watu wanapata riski kuwabeba, wamama na wababa pia wanavushwa kwa kubebwa, kwa, kwa miguu wanavushwa, wanatoa riski yao elfu mbili, elfu moja mia tano wanabeba, wanapitishwa. Kwa hiyo tunaomba sana serikali tusaidie kwa hii, angalau na sisi tupate barabara ya kupita usafiri, magari na pikipiki, na hata watembea kwa miguu na watoto wetu, hasa hasa watoto wetu washule wanaotoka mji mpya kwenda kusoma shule ya msingi Msigani. Kwa majina anaitwa Rajabu Ibrahimu Issa, ni mwanafunzi wa kidato cha nne katika shule ya sekondari Maendeleo. E, katika, katika kwa muda huu hapa nilipo, nimewahi katika masomo kwa ajili ya wali ya hewa kwa ajili nje kuvuka mto na, na hii inapelekea mimi kukosa kukosa uwezekano wa masomo shuleni kwa sababu ya ya mtu hapa. Kwa hiyo kama mimi mwanafunzi ningependa kama Mama Samia ana anasikia wito huu, tunaomba atusaidie, atutengeneze daraja kati ya mji mpya na huku upande wa Nyakasangwe. Kwa majina anaitwa Modest Kenneth Mwandemere. Mimi ni mwenyekiti wa shina Eh, shina namba kumi hapa Kazaro, ambalo linapakana kabisa na wenzetu wa mji Mji Mpya, kwa nimekuja hapa na mimi kushuhudia kama kiongozi, kwa ajili eh, ya wananchi wangu kuangalia eneo hili ambalo limekuwa ni eneo tete na limepelekea maafa mengi kwa wanafunzi na watu mbalimbali kwa sababu ya kipindi kama cha mvua. Sasa viongozi wetu wakaleta wazo kwamba hapa tunaweza tukajenga weka nguzo tuweke kivuko cha muda, tusisubiri kwamba serikali ndio ije muona, kwa tukaona kwamba kabla serikali ya serikali haijaja itukute na sisi tunatembea tunapambana, kwa sababu tunaamini anapopambana, uh, rais wetu, uh, Dkt. Samia Suluhu, kupambana na nchi ni kubwa, kuna mambo mengi, lakini tunajua na sisi wakati wetu utafika, lakini tuanze sasa kama sisi wananchi. Kwa hiyo nimefurahi sana wenye viti wa pande zote mbili kuleta hivi wazo, yeah. Na nimefurahi zaidi kwamba pia wananchi wa pande zote mbili wamelipokea kwa bashasha kubwa. Kwa hiyo ni swala ni jambo jema ambao sasa inatia in, in, in moyo kwa kweli kuona, kuona kwamba wananchi wameona kwamba pale kwa jinsi walivyokuwa wanaumia sasa wameona kupata dawa kwa muda. Kwa hiyo naona <coughs> nicho tu ndio kumefana mimi nije hapa kushuhudia lakini pia iwe ni rekodi sasa ya kwamba eh, sisi kama viongozi pia tuliparticipate katika kufanya ili, ili, ilifanikishe hili ili, ili, ili, jambo. Jina langu naitwa Suleiman Abdalla Yagala. Mimi mwananchi wa mji mpya, ni kamanda ulinzi shirikisho taa mji mpya. Hii agenda bwana ilikuwa jinsi hapa matatizo ya daraja. Changamoto hii imeanza muda mrefu sana kuhusu daraja. Watu wengi washakufa hapa naona bwana eh? kwa hiyo watoto wetu kwenda shule na kuwa haza na kuwa tabu, ila kwa mkutano wa leo umetufurahisha sana sisi wananchi, wenye viti wetu upande wa huku na upande wa ng'ambo wamekutana hapa, wamejadili swala zuri na wananchi tumepata moyo. Mimi ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi tawi la na Kalekwa, ambapo naitwa Tabia Husima. Kiukweli daraja hili limekuwa gumzo sana, daraja hili linaua watu wengi sana kila mwaka hili daraja linaua watu, watoto wa shule ni wengi sana wanaondoka na maji, watu wazima pia ni wengi sana wanakufa, kwa sababu pale mwananchi anapohitaji kufika kwenye familia yake mapema, anapoingia katika maji, kiukweli anapoteza maisha. Sasa basi, maombi yangu kwa serikali, kwanza maombi yangu kwa mlezi wetu, ambaye mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, rais wetu ndugu yetu Samia Suluhu Hassan, ninakuomba au tunaomba, mheshimiwa. Ni mengi umetutendea, ni mengi umetuletea. Tumeona tu maji mengi yanamwagika na sisi familia yetu tumepona hapo kupitia maji, tunatakata tunapendeza kupitia hayo maji. Mama umefanya mengi sana, na mama unaendelea kufanya mengi sana. Kwa mantiki hiyo, tunakuomba mama, wewe ni mama yetu ambayo tunakulilia kila jambo ambalo tunaliona mbele yetu litatuletea gumzo kubwa sana ambalo linatuletea gumzo. Mama tunakuomba utupe msaada, daraja hili linamaliza watu, daraja hili linamaliza umati. E mama wetu, nakuomba tena, tuko chini ya miguu yako, wewe ndio mlezi wetu, hatuna mwingine, wewe ndio kioo chetu, hatu hakuna kingine. Mama Samia rais wetu, unapiga kazi kila mkoa na kila sehemu. Sasa basi kilio chetu sisi wana wa Nyakasangwe tunaomba utusaidie daraja hili lipate kujengwa, hata watoto wapate kwenda shule kwa amani. Imekuwa mzazi anaporuhusu mtoto wake kwenda shule na mvua kama hii, mzazi anakuwa hana amani. Mzazi atasubiri mpaka mtoto wake anapotoka shule, anamchukua mwanaye, anaenda naye shule. Mama, tunaomba tuko chini ya miguu yako, ambaye wewe ni serikali, ambaye tunakutizama wewe weo kila jambo au kila sehemu tunakuomba mama, daraja hili utusaidie. Jina langu naitwa Zuhura Raja Mabewa, ni mwenyekiti wa serikali ya yeah, mtaa mtaa wa Nyakasangwe. Agenda kuu ya leo tulikubaliana na mwenyekiti mwenzangu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa mji mpya anaitwa Gibson Msukuma. Mimi na yeye tunapakana mipaka, mimi na yeye tunashare, wananchi wetu wanashare mambo ya utafutaji riski kutoka Nyakasangwe wanakwenda kufanya kazi huko Kinondo, mji mpya, lakini na Mabwepande na kwa ujumla wake. Lakini pia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetuletea mahospitali, kuna vituo vya polisi. Hii njia ni njia ambayo rafiki sana na inafikika kwa haraka, isipokuwa wakati wa mvua ni changamoto. Watoto hawawezi kwenda shule, wazazi hawawezi kwenda kutafuta riziki. Sasa tukakubaliana na mwenyekiti mwenzangu tufike mahali hapa na wananchi wetu mimi nimekuja na wananchi wangu wa mtaa wa Nyakasangwe na yeye amekuja na wananchi wake wa mtaa wa Mji Mpya. Lengo kuu na agenda kuu ni kuweka kivuko cha dharura, yani tuweke daraja la muda. Kwa hivyo tukakubaliana tuweke kivuko cha namna gani, tukasema tuweke kivuko cha mijengo hii ya mistimu, nguzo za umeme. Nguzo za umeme inaweza ikawa ikatusaidia tukisema tukae tusubiri mpaka serikali ije ifike Hapana, wacha sisi tuanze. Tuwakumbushi kwamba majukumu yetu ni haya, wacha sisi tuanze. Namna ambavyo tunaweza kwa uwezo wetu na wao wakiona kwamba sisi tulichokifanya, wao wanaweza kuboresha zaidi. Basi watakuja watusaidie kutuboreshea. Kwa hiyo leo tumekubaliana na wananchi wetu wa mtaa wa Nyakasangwe na wananchi wetu wa mtaa wa Mji Mpya kwamba pale tuweke nguzo. Na kwa bahati nzuri tulishafanya sadia. Alishakuja mtu kukagua, akasema nguzo 30. Tumekubaliana. Mimi mtaa wa Nyakasangwe mwenyekiti. Ataleta nguzo 15 na nikamwomba mwenyekiti mwenzangu na yeye alete nguzo 15. Yaani, hizi nguzo tuzitoe sisi, wananchi wetu wasitoe hata mia. Wananchi wetu wao waingie kutoa kwenye mambo mengine, labda kama tunataka kokoto, labda tunataka simenti, hayo mengineyo sasa. Lakini tuwachaji kwa gharama ya chini sana, isiwe mtaji n yani mtu kupitia hili ndio ikawa fursa. Hapana, tutalisimamia tuhakikishe kwamba lengo linatimia. Kama ni elfu mbili elfu mbili elfu tatu elfu tatu yani kwa, yani kwa makubaliano maalum, isiwe mtu tena anafanya mtaji. Ni kale ugali na wanangu kisa nini? Ili zoezi yani ili zoezi ni muhimu na tutaliangalia kwa macho mawili. Kwa hiyo lengo kuu ilikuwa ni kuweka daraja kivuko cha muda, hapo baadaye utashauriana hichi kivuko kiwe cha wapita kwa miguu tu au hichi kivuko hata bajaji ipite, kulingana na ule ubora, tunaweza tukaweka kivuko kizuri hata kigari kidogo kikapita pia itasaidia. Kwa hiyo ndio ilikuwa agenda kuu na, na tunamshukuru Mungu tumemaliza ingawa kulikuwa kuna mvua, na sisi tumekubaliana, wakati wa mvua tutafanya kazi na wakati wa jua tutafanya kazi, na hii leo imejidhihirishwa kwa wananchi, mvua imetunyeshea mpaka tumekauka, na bado mambo yameenda vizuri, na tumekubaliana kwa kusema hivyo kwamba huu ni utekelezaji wa ilani ya chama changu, chama changu cha mapinduzi. Nikoi TV.